Na mtazamaji, ama kwa hakika ni taarifa kusikitisha, tukitumai kwamba kilio cha familia ya Gilbert kitaweza kusikizwa. Lakini mbali na hayo ni kwamba wakazi wa mtaa wa Makaburini kaunti ya Kakamega wameelezea masaibu waliopitia kwa wiki mbili, baada ya watu wasiojulikana kujifanya polisi na kuwakamata kiholela. Kulingana na wakazi hao, iliwalazimu kutoa cha shilingi mia tatu na kuchapwa viboko kabla ya kuachiliwa bila ya kuelezewa makosa yao. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, ni kwamba kisa hiki kinajiri siku chache tu baada ya mtu mwingine kugunduliwa kufungua kituo cha polisi katika eneo la Cheborbor kaunti ya Wasingishu, katika mtaa wa mabanda wa Makaburini Sede, Lilian Chemayo anauguza machungu ya majeraha. Mama huyu alipitia madhila mikononi mwa watu waliojifanya kuwa maafisa wa polisi na kuwahadaa wakazi hapa. Kanda hii ya mwanagenzi ikionyesha hali kamili kwenye chumba hiki ambacho kilitumika kama seli kwa wiki mbili. Baadhi yao wanadai kuwa walikamatwa tu pasi na kuelezwa makosa yao ni

mpaka sasa bado na plit wanaoishi katika ploti hii ambapo chumba kimoja kilitumika kama seli. Aidha, wanasema walitishiwa na watu hao dhidi ya kutoa taarifa kwa asasi zingine za usalama kuhusu shughuli waliokuwa wakiendesha hapa. Niliona siku mrefu, hata si kulala, nilisema sitalala kwa hiyo nyumba yangu, nikatetemeka kuna chirani kuna akakuja akaniambia, hapana, wewe lale tu kwa nyumba, tutasikiliza bila watu, watakuja usiku. Watu walikuwa natoka na 300 300 shillings, ndio sasa utoke na ba, ukitoka na 300 unachapwa viboko 15 strokes. Watu saba tayari wamekamatwa kufuatia kisa hicho, ila bado hawajafunguliwa mashtaka. Lora Otieno, Runinga ya Citizen. Na taarifa hiyo mtazamaji, ya Lorraine Otieno ndiyo inatupelekea mapumzikoni kwa hivi sasa.